Jamani, niko shambani, hii ndo shamba langu, nimepanda mahindi kule kote, nimepanda mahindi, nije kwa huko. Ah. Haya. Tembea sasa, nije kwa huko haya, hii ndo shamba langu jamani.

Tafuta mbegu sasa yeah. Mbegu yaetu mi ndapata ewe hey, unatupia tupia, umalizetu kipa umalizetu, uzafaa bazo sio wakatuibia. Huku ni mbali, mi nakaa mjini huku j bali watu, ukitaka utalii mje nje ni niwatembeze, mpate mashamba, mlime mle vya kwenu. Eh, umachamba sana, ngoja niondoke bwana.